Kulingana na historia na tamaduni ya kanisa Katoliki, inapotokea kifo cha kiongozi wa kanisa hilo duniani ambaye ni Papa, basi mwili wake ungezikwa ndani ya majeneza matatu. Kwanza, mwili wake ungehifadhiwa kwenye jeneza la miberoshi au cyprus. Hii inaashiria unyenyekevu. Baadaye ungehamishwa kwenye jeneza la chuma ili kuweza kukinga mwili huo. Hatimaye, jeneza ya pili ingewekwa ndani ya jeneza la nje la mwisho lililotengenezwa na mwaloni au oak tree kuashiria utu na nguvu. Hata hivyo, Papa Francis ambaye atazikwa tarehe 26 Aprili mwaka huu alikiuka taratibu hizo za maziko kupitia mabadiliko aliyofanya mwaka 2024. Kupitia osia wake, Papa Francis alitaka mwili wake uwekwe kwenye sanduku moja la kawaida tu lilotengenezwa kwa mbao kwa upande wa juu na ndani yake liwe na madini ya zinki. Mwili wa papa utavalishwa mavazi mekundu ya kiliturujia, kofia kubwa maarufu kama mitre na kanzu yake ya kiaskofu. Kitambaa cheupe kitawekwa juu ya uso wa papa, na usiku kabla ya mazishi, jeneza litafungwa mbele ya makardinali wengine wakuu. Mfuko wenye sarafu zilizotengenezwa wakati wa upapa wake utawekwa ndani ya jeneza pamoja na ukurasa mmoja ulioandikwa kwa upapa wake unaojulikana kwa Kiitaliano kama rohito, neno linaloonyesha hati rasmi. Alipendekeza kuwa kaburi lake lisirembeshwe sana na liwe tu na maandishi yanayosema Franciscus.